Habari marafiki, leo hebu tuzungumzie kuhusu kikombe cha Dual Mobility kwenye upasuaji wa kubadilisha nyonga. Lazima umeshasikia jina hili Dual Mobility group, pia inajulikana kama DM. Basi hebu tuanze, kwanza na kuelewa ni nini hasa. Tunapofanya upasuaji wa kawaida wa kubadilisha nyonga, mpira tunaoweka husogea ndani ya lina moja tu. Kwa hiyo kuna mwelekeo mmoja tu wa kusogea lakini tunapotumia Dual Mobility coupe, kuna sehemu mbili za kusogea. Kwanza ni kati ya mpira mdogo wa chuma au mpira wa kauri ambao tunaweka unaohamia ndani ya mjengo mkubwa wa polyethilini. Ya pili ni wakati mjengo yenyewe unasonga ndani ya kikombe. Kwa hiyo kuna pointi mbili za harakati. Sasa ni faida gani za kuwa na pointi mbili za harakati? Kwanza, hip inapunguza sana uwezekano wa kutengana. Utengwa ni mojawapo ya matatizo ya kawaida ambayo yanaweza kutokea wakati au baada ya upasuaji hip badala, na inaweza kuleta mengi ya fujo katika maisha ya mgonjwa. Kwa hiyo faida kuu ya kutumia kikombe cha dual mobility ni uwezekano mdogo wa kutengana. Pili, kwa sababu kuna nyuso mbili za harakati, inatoa wigo mpana zaidi wa harakati. Kwa hiyo kuinama, kugeuka, kukaa kunakuwa rahisi zaidi. Pia inafaa kwa wagonjwa walio kwenye hatari kubwa, kama wazee au pale ambapo upasuaji wa kurekebisha umefanyika au misuli ni dhaifu au kuna ulemavu fulani. Nne, inafaa zaidi kwa mtindo wa maisha wa Wahindi kwa sababu hapa India tunapenda kukaa mtindo wa kuvuka miguu, kutumia vyoo vya aina ya Kihindi, au tunataka kukaa na kufanya shughuli karibu na sakafu kwa hiyo kwa hali kama hizi pia, hii ongezeko la uhamaji linatupa faida ya kufanya shughuli hizi zote. Tafadhali kumbuka kwamba hatupendekezi kutumia au kufanya shughuli hizi baada ya kubadilisha nyonga, lakini katika hali ambapo mgonjwa hataki kufuata ushauri huu au ana kazi inayomlazimu kufanya mambo kama haya. Basi upandikizaji wa nyonga wa dual mobility hakika unatoa faida fulani. Tano, wakati mwingine ni chaguo zuri sana tunapokitumia kwa upasuaji wa marekebisho. Hii inamaanisha upasuaji wa mara ya pili au ya tatu wa nyonga au upasuaji wa kubadilisha nyonga ambapo tishu laini za kufunika ni dhaifu. Sasa hebu tuzungumzie kuhusu hasara zake. Kwa nini haifanywi mara kwa mara au kwa wingi? Kwanza kabisa inakuja kwa gharama kubwa. Ni ghali zaidi kuliko kipandikizi cha kawaida. Pili, bado tuko katika hatua ya kuchunguza kiwango cha uchakavu wa polyethylene. Ingawa plastiki za kisasa ni bora zaidi, kiwango cha uchakavu ni kidogo, lakini kikombe hiki cha dual mobility kimeanza kutumika hivi karibuni tu, na maandiko ya kitaalamu kuhusu uchakavu wa muda mrefu wa poliethilene bado ni machache sana. Hivyo bado utafiti unaendelea kuhusu hilo. Kwa hiyo, kwa sasa hatuna data yoyote iliyoandikwa au iliyochapishwa ya muda mrefu kuhusu uchakavu wa polyethylene kwenye kikombe cha dual mobility. Tatu, kuna uwezekano wa kupata tatizo nadra linaloitwa na intraprosthetic dislocation au IPD ambapo mpira mdogo tunaoweka unatoka kwenye aligna. Ndiyo, hilo pia linawezekana, na hilo ni tatizo maalum linalohusiana na aina hii ya muundo. Na kama nilivyosema, hatuna data za muda mrefu kwa sasa kuhusu hili. Hatuna ufuatiliaji wa miaka 20 hadi 30 kama tulivyo nao kwa vipandikizi vya kawaida ambavyo tayari tunavitumia. Hivyo njia hii mpya ambayo imeingia sokoni inaonekana kuwa nzuri ikiwa na ahadi kubwa ikitoa ahadi kubwa lakini bado hatujui itakuwaje kwa muda mrefu. Kwa kifupi, kikombe cha dual mobility ni chaguo zuri, kwa sababu kinapunguza viwango vya kuteguka na kinaboresha utendaji, hasa inapokuja kwenye kukaa karibu na sakafu au kukaa mtindo wa kuvuka miguu, hasa katika muktadha wa India ni muhimu sana. Pia ni kizuri kwa sababu ubora wa mfupa, mtindo wa maisha, kila kitu kinaathiriwa kidogo au hakina madhara makubwa na aina hii ya kipandikizi. Lakini kila unapokwenda kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha nyonga, ni vizuri kila mara kujadili chaguzi hizi zote na daktari wako kabla ya kufanya uamuzi na kwa muda mrefu, ningesema ni bora kila mara kumwachia daktari wako achague chaguo bora zaidi kulingana na hali ya mfupa wako au mahitaji yako. Asante.